Atuletee amani, sio utulivu maana kama tuletea utulivu, unaweza ukatoroka wakati wowote, ukawashwa shari baibyo, tulivu, yake, mwote, migogonu na tukiomba hivyo, Mungu atuletee utulivu, maana yake wakati wowote migogoro na migongano ya vyama na siasa na wagombea wao itavaa sura ambayo sio somo letu kama Watanzania ambayo Mwalimu alituachia. Tuombe uchaguzi huu wa madiwani rais na wabunge uwa ni uchaguzi ambao utaongozwa kwa amani, ili kujipatia viongozi ambao wataona jukumu lao ni kuwasaidia Watanzania hawa ambao wengine wao wengi wamezama katika lingi la umaskini na hali ngumu ya maisha yao. Bwana Yesu wasifiwe. Viongozi ambao watakuwa na kiu ya kuona wale wanaowatumikia ni sehemu ya utumikia. ambao walikuwa maisha yao pia ya kuona na muda nafasi zao zakejeza uwezo na matumaini kwa wale wanaowaongoza. Viongozi ambao wataongoza nchi hii kwa utulivu na amani na busara, kwa kwa ambao, kwa ni ambao, kwa katika viongozi ambao kama wale Suleimani ambao aliongoza kwa hekima katika maeneo yao, kata zao, majimbo yao na nchi ya Tanzania. Hatuwataki viongozi ambao mamlaka yao na nguvu yao ni udikteta, viongozi ambao hawashauriki. Kumbukeni Yeoruam alipo Daudi alipokufa tu, yule kijana ambaye mtu wake Daudi akaambiwa, wana baba yako alifanya moja mbili tatu nne, nawe ni kijana sasa, unaingia katika ufalme. Ninyi mawazo yako kuhusu Israeli. Wazee walimwendea Yeoruam. Bwana, tumekuja mwana wetu. Sisi ni wazee unatuona hapa. Baba yako alifanya mambo makubwa mno na magumu. Tuliteseka sana katika shida nyingi.